Neno usonji linamaanisha nini? Usonji au kwa lugha ya Kiingereza autism ni matatizo ya ukuaji wa akili, tabia na kujifunza kwa mtu. Inaathiri jinsi mtu anaelewa ulimwengu, anavyoongea na kuhusiana na watu na vitu vinavyomzunguka. Watu wenye usonji wanaishi katika kila tamaduni na jamii duniani. Lakini jamii nyingi hazina neno maalum la kuelezea hali ya usonji katika lugha yao. Kati ya kila watu mia moja, watu watatu au wanne wanaweza kuwa na usumbufu wa usonji. Usonji unaweza kugunduliwa mtoto akiwa mchanga, au baadaye kwa mtu mzima. Mtu yeyote, wa jinsia yoyote, anaweza kuwa na usonji. Hadi wa leo, kinachosababisha hali ya usonji hakijulikani. Hata ingawa wanasayansi na, na wataalamu wengine wanadai kuwa wamegundua kisababishi cha usonji, bado hakuna ushahidi wa kutosha wa kuthibitisha hilo kwa uhakika. Kwa lugha ya Kiingereza, jina la kitabibu la usonji ni Autism Spectrum Disorder. Neno spectrum linamaanisha kuwa kuna utofauti mkubwa kwa watu wenye hali hii. Wanaweza kuwa na kiwango tofauti cha changamoto na uwezo, huku wengine, wakiwa na dalili ndogo au vipaji maalum. Mambo fulani hufanana, lakini kila mtu ni wa kipekee. Kwa mfano, baadhi ya watu wenye usonji huongea sana na hufanya mambo mengi peke yao. Wengine huongea kidogo sana na huhitaji msaada zaidi nyumbani, shuleni, au katika jamii. Kila mtu ana uwezo na mambo anayopenda tofauti. Watoto wengi wenye usonji hukaa, kutambaa na kutembea katika umri wa kawaida. Wazazi huenda wasione tofauti hadi mtoto afikishe umri wa mwaka mmoja au zaidi. Ndio maana madaktari hukagua dalili za usonji wakati wa uchunguzi wa kawaida. Hapa, kuna dalili au viashiria vya kuangalia. Ikiwa una wasiwasi, zungumza na daktari. Ikiwa: anaepuka au hawezi kutazama mtu machoni wakati wa mazungumzo. Ana shida kutumia ishara kama kuashiria kwa kidole hutaja vitu kwa majina lakini hatumii maneno hayo kuitisha anachokitaka. Hurejelea maneno au mistari kutoka kwenye video badala ya kusema kwa maneno yake. Hupenda kucheza na vitu au vitu vya kuchezea kwa njia isiyo ya kawaida au ile ile kila wakati. Inaweza kuwa vigumu kwa watoto wenye usonji kuhusiana na watu wengine. Wanapokuwa wanaweza kupata ugumu wa kufanya marafiki au kushiriki michezo na wenzao. Pia wanaweza kuwa na ugumu kuelewa hisia zao au hisia za wengine. Baadhi ya watoto wenye usonji huhisi kwa mkazo vitu wanavyoviona: mwanga mkali, kusikia, kugusa, kuonja au kunusa. Wanaweza kukataa kula baadhi ya vyakula kwa sababu ya jinsi wanavyovihisi mdomoni. Wanaweza kuchukia nguo fulani kwa sababu ya jinsi zinavyojihisi kwenye ngozi. Wanaweza kushtuka kwa mguso au kelele kikubwa. Ikiwa mtoto unayemlea anaonyesha mojawapo ya tabia hizi, zungumza na daktari au mwalimu wake ili upokee msaada kutoka kwa familia, shule, madaktari na jamii. Watoto wenye usonji wanaweza kukua, kujifunza na kufanikiwa. Kupata msaada mapema ni bora zaidi. Hata hivyo, msaada katika umri wowote unaweza kuleta mabadiliko makubwa mno.